Uh, shahe, siku ya juzi tuli tulimuona yeah, yeah. mwanamziki yeah. uh, akiomba msamaha kwa si wake wa zamani Nasib Abdul Diamond Platnumz kwa vitu ambavyo vile kutokea hapo nyuma kwa upa upande wao. Pia katika msamaha wake, anasema mm. kwamba kuna msikiti ambao Diamond yeah. harmonize anaumalizia yeah. msikiti ule ukimalizika, basi yeah. um, angependekeza amependekeza uitwe um, Masjid Nasib Abdul. Mashaallah, takibir tata takbir. Mm, yaani kwanza hilo ni swala zuri sana. Kwanza mimi siku ya ufunguzi wa msikiti mapema uh -uh, nitafunga safari yangu ferdausi duwasenza tutakwepo pale mapema kwa ajili ya kuufungua msikiti. Tuanzie katika swala la msamaha. Mimi binafsi sina desturi ya kuyasema maisha ya mtu uh -uh. Yani kuwa sema, sema maneno ya mtu mara huyu kafanyaje, mara sijui mana la anateseka kwenye ndoa yake, mara yani siko namna hiyo, mara kwenye ukweli. Mimi huwa nasema kweli, nimenyoka hivyo, kwa sababu stuff tukiki kupitia watu. Mimi mwenyewe najitosheleza ni brand, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amenipa umaarufu wa kujulikana, kila mtu ananifahamu. Wewe kama unijui bado hujaingia mjini, ila watu wa mjini wote wananijua. Kwa hiyo tunasema kwamba hawa wote ni vijana wa Kiislamu, Diamond na Harmonize. Huyu anaitwa Abduri, huyu anaitwa Rajab wana majina mazuri sana e, wazazi wao Mwenyezi Mungu ajalie kwa kuwaita majina mazuri, sio naitwa siku zani, sio naitwa majina mazuri haya waliopewa vijana wa Kiislamu. Uislamu sisi tunatuambia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, amekuwa mbora zaidi kwa Allah yule ambaye anajua kosa lake akaomba msamaha. Yani neno samani ni jambo zuri sana. Mwamba ogopa mtu anayekwambia samani, yani mtu anayekuwa anayekwambia samani Yaani neno samani ni kazi ni kazi ya wito. Yaani neno samani ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wangapi nakuta jitu limekosea kweli lakini limegang'ania. Jamani huyu si mbuzi, huyu mbwa. Jamani mbuzi, mbwa. Itubishi. Bishi kupita maelezo. Na ukiwa mbishi sana unakuwa ni mchawi. Maana kawaida ya wachawi wanakuwa ni wabishi sana. Yaani chawi linakuwa ni bishi sana. Kwa hata ukijiona unakuwa mbishi mbishi na bishabisha unakuwa ni mchawi. Kwa sababu swala la kuomba msamaha kama wao Uislamu wamepatia, na si kwa Uislamu tu. Jamani, tuombeane msamaha, kuna maisha baada ya maisha haya. Usije ukafa unabifu na mtu, itakuwa ni hatari kule unakoenda. La pili, Harmonize kujenga msikiti. Nimepiga mpaka takbira hapo juu kwamba nimepatia, ni, ni, huyu kapatia. Harmonize kujenga msikiti ni swala zuri sana. Kwanza sikia. Hii ni sadaka ya jaria. Usitake, mimi sitaki kujua kwamba pesa wamezipata wapi za kujenga msikiti. Hali ni, ni, msikiti ni, ni Ustake, mba, wa msikiti, usu na hii ni roho mbaya hii roho mbaya hii roho mbaya. Matajiri wangapi ambao wameshindwa kujenga msikiti? Na kule Mtwara wanaohitaji wa msikiti kula ni shamba sana msikiti ni michache sio kama hapa Dar es Salaam, mpaka mashehe wanaruganarugana wanatiana uchizi. Eh, kuna mtu mmoja pale nimeenda kumwangalia ili apate msikiti. Dar es Salaam msikiti ni mingi, wafadhili msikiti Dar es Salaam ni mingi. Kajengeni huko Kondoa huko, si wapi wapi, bara huko, kuna watu wanawaba wa misikiti nendeni. Kwa hiyo huyu ha, Harmonize kujenga msikiti na Diamond na hivi vitu vitawasababisha kuendelea kuwa kufanya vizuri zaidi. Kuna watu ambao wanasema kwamba kwa matendo matendo ambayo ambayo anafanya Diamond mm. katika sanaa yake yeah. pia matendo ambayo anafanya Harmonize yeah. kuupa msikiti jina la mtu ambaye bado hajimrudia yeah. mwali hajao upande wa Mungu lake, sawa. sawa. Hao washamba hao washamba, kama walivyokuwa washamba wengine. Yaani, hmm. yaani kwamba haujaona magari yameandikwa ya rakibi ya sata, lakini ndani yake unapigwa mziki hmm. Tatizo sio sio, kinachokwenda kufanyika pale ni nini? Yaani kwamba wewe unataka kuniambia ndani ya msikiti ule utakaojengwa itakuwa inapigwa goma sava ndani ya msikiti ha, au napigwa mapiano katika msikiti Hapana, atakuwa anatajwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huko tusio tunakimbilia mabwana, hiyo ni roho mbaya, ni husda cheni, tukimbilie mazuri. Harmonize, ngoja nikupe siri sasa. Harmonize na Diamond kujenga msikiti wanapata thawabu. Mtu anayejenga msikiti anajengewa nyumba peponi. Yaani, ukijenga msikiti mmoja unajengewa tena katika pepo ya juu ya Firdausi. Kwa hiyo si ajabu ukamkuta Harmonize na Diamond wako VIP, wewe umekaa nazo kuna roho mbaya, wanaimba muziki wale wasanii, wale wasanii, waombea hao, waache sio na walaani laani Alafu, bona sisi tumekuwa na desturi ya kusemeana mazuri. Harmonize alikosea, si mungi mkono kule makosa yake ya nyuma, nami nilikuwa katika watu waliokemea hilo. Bona mashia mlijitokeza kwenye kusema sema, bona ili ya hamjajitokeza mkisema kumpongeza Diamond na Harmonize kwenye kujenga msikiti? Jamani, kila mtu ndo awe mbaya namna hivyo? Firauni ni mbaya, farau lakini katajua ndani ya nini ya Qurani. Kwa hiyo Harmonize amejenga msikiti, watu wataswali. Sio watu tu kuswali, mpaka majini Unajua, kama majini wanaswali msikitini, majini wanaswali msikitini, yani sehemu yote ambayo unafanyika ibada majini wapo, tena majini wanakuwa ni wengi. Nasitaki ni kwambie majini wanapenda sana misikiti mipya, majini wanaopenda sana msikiti uliokuwa mpya. Kwa hiyo msikiti wa mwanaizi majini watakuwa wengi kuliko watu yeah. Kwa hiyo tutafungua msikiti na mimi nitakuwepo inshallah. Hao wote ni vijana wangu mashabiki wa Likiba wanaokataa kabisa msikiti wa Diamond, sisi hatuswali. Wa shamba hao, wa shamba, wa shamba, wa shamba. Tena ushamba huo umezidi sasa. Ni ushamba huo wa kukimbilia ya gari, gari ya baba, gari ya baba. Acheni ushamba wao mm. hao kwanza sio waswaliji mm. kwa nini unakwenda kuswali, kwa ajili ya nani pale? Tusiwe tunafanya mambo ya kiushabiki. Ushabiki bwana, kuna sehemu ushabiki unatakiwa kama mimi hapa binafsi sina timu mm. Hakuna timu nayoshabikia, lakini siku ikitokea Yanga imefungwa mimi naumia, na ndio maana haitotokea. Siku Yanga na Simba vicheze, Simba ikiifunga Yanga nakwambia, si jasi yes, kwamba kitu ambacho na kipile ambacho mimi nakwambia sio mwananchi. Yani, yani hiyo hiyo nichukua, mimi nakuacha wewe sasa, ili uweze kujiuliza <laughs> na, uta, na utaniambia, kwa hiyo mimi naumia sana. Yanga ikifungwa lakini sina timu na sipendi habari za mpira na mpira kushabikia mpira sio haramu. Kama mtu anakuambia kushabikia mpira haramu, huyo bwana hapana. Hamna mtu asiyopenda mpira. Mm. Lazima upende mpira. Mm. Lakini nategemea yale mapenzi yako yako vipi. Kama TFF ndio wameandaa mpira ndio watu wa mpira hawa. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Unaitwa TFF? Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Mm. Mipira ya sasa hivi wanaiandaa baada ya watu washafungulia. Yaani, baada ya magharibi pale jambo linapigwa kwanza, wana, wanafanya vizuri. Wachezaji wa mpira wanakuwa wengi ni, ni Waislamu eh? Kwa hiyo baada ya iftari wanaingia uwanjani wakiwa na kasi mpya, just is good. Kwa hiyo wale ambao mtakataa kwenda kuswali haiko na shida, sisi tutaenda kuswali na Wamakonde. Huwa hawana baya, Wamakonde hawana baya. Msikiti utakwenda kuwa vizuri na msikiti utajaa biaunilahi, subhanahu wa taala. Rafiki yako. yeah rafiki yako huyo, Chief Godlove, moja kati ya watu ambao wameikamata kweli kweli mm, uh, mitandao sasa hivi, najua kwa marafiki yako karibu. Yeah, bora Chief Godlove, utajiri wake unaleta mashaka eh, hao bwana zile pete ambazo wanavaa pia watu wanapata mashaka sasa. Kuna muda watu anazilingishia zile pete kwamba utajiri wangu uko hapa kwenye hizi pete, sasa watu wanapata mashaka eh, hizi pete bwana, hata sunaona mimi hizi pete zangu hizi Hizi ni pete ambayo pete yangu moja kama ninasema naivua naiweka hapo watu 100 hamwezi kuiva hamwezi kuibeba. Hiyo moja. Sitaki nikwambie hizi pete zina aina gani. Hii pete yangu hii kitu kilichokuwepo hapa kinaitwa kata Masulemani. Hizi pete zina ufalme mkubwa sana. Hii habari ya pete ni habari kubwa sana. Ndio maana hakuna mtu yoyote atakayezungumzia swala la pete ila atakuwa ni mwenye kujifunza kwangu mimi. Hizi habari za pete mimi ndiyo mwamba ambaye ninavaa pete ambazo zina maajabu makubwa sana. Kijana wangu moja nilisema nimetrendi sana pale feli ni vua pete moja nikamvisha nikamwambia, aaa majini, nika ni, ni, ni, ni, ni, ni majini. Napenda. Na na na, na Ramadhani, unajua ametoa mafiriji mangapi? Mafiriji zaidi ya ishirini na Aya, mafriji e, yanauzwa sijui moja sijui laki ngapi ngapi. Ameyapeleka vituo vya mayatima. Hata hapa pia ameniambia na mimi ataniletea mawili, Mwenyezi Mungu ajaletwe ya tena. Yakiletwa tunayaweka hapo tunayatumia. We kama unaumia umia, we ambaye unatafuta pesa za halali, hebu fanya chako tuone wewe, waambie ukimsikia mtu anakuambia. Na ukitaka ufanikiwe, acha kufuatilia maisha ya watu. Ukitaka ufanikiwe, yani achana na maisha ya watu. Kuna watu maisha yao wao maisha yao ya nazo mba, mm. mba, uh, ya yeah mwamba, ngoja mimi nikwambie. mm. Hasana. mm. Mwenyezi Mungu tujalie mazuri duniani. mm. mimi ushauri wangu ikiwa, mm. kuna njia utaweza ukapita, mm. ni ya halali ukupata pesa kwenye utafutaji wake wa riziki, jitahidi upate riziki iliyokuwa ya halali. Riziki iliyokuwa ya halali itakufaa hapa duniani na kesho akhera. Siku ya kiyama mtu ataulizwa, riziki yako umeipataje na umeitumiaje? Braza, kuna watu wana pesa, wameloa damu za watu. Kuna kisa kimoja pale kilikotokea pale Sinza, bodaboda aligonga gari vit basi yule bwana yule bwana akashuka kwenye gali, aliyogongewa gari analia, yala oh, anali, watu wanashangaa. Aliyogongewa gali sinza pale, mtu analia, aliyogongewa gari ya milioni sijui mia ngapi analia. Mbia brother, kwa nini umenigongea bwana, umegonga gali yangu mbia, yani bora tu ungenitoa mimi kwenye gari ukanigonga Yaani ukanitoa ukanitoa kwenye vieti yangu, ukaniweka hapo, ukanilaza, ukanigonga na pikipiki yako. Ningekushukuru ningekupa hata milioni 500 kuliko hii gari uliyogonga. Baba, hebu twende. Jamaa boda boda anachemeka, anapandishwa kwenye gari, akapelekwa nyumbani sasa. Alipofika pale kafunguliwa geti, baada ya kufunguliwa geti anaingizwa ndani, anaingizwa kwenye chumba, anaambiwa angalia ulichokigonga, anaonesha joka lina jeraha. Kumbe sio gari. Yeah. Ni bora ule, ni bora uendelee kula tembele zako hizo. Kuna watu wana, wana, wana maisha magumu ya, lakini usiyakubali maisha magumu. Ukiwa na maisha magumu ni nusu ya kukufuru. Uwe, uwe na life which is good. Kula yako isiwe ya shida, kutembea yako ya una kijigali chako, maisha usiwe na mali sana mpaka unaogopa kutembea peke yako. Usiwe ya na mali sana mpaka unaogopa sasa, yani apa, una feel bad kwamba mimi hapa nitatekwa, una mabodigadi kila saa just yes just is, yes is bad. Kwa hiyo mtu uh, vijana sisi, sasa, sisi vijana tunapenda mafanikio ya haraka mm -hmm. Na ndivyo inavyotakiwa tupupie kutafuta maisha eh, haraka sana, lakini yawe na maisha ya kheli na riziki zilizokuwa za halali mm -hmm. Tupendeleani kuninena mazuri. Mwenyezi Mungu sote atubariki inshallah. Mafanikio ya haraka nayo ni shida, mafanikio ya haraka ni shida. Sasa ndio watu wanayola mafanikio ya haraka. Chief god love tumdhanie kheli, tumdhanie kheli, tumdhanie. Maana yake kwamba tujue kwamba anafanya jambo zuri, madam wewe ushaona pesa zake. Anafanya jambo ambalo si zuri pesa zake anafanya mambo yaliyokuwa mazuri, ana support katika kheri. Juzi kanua gari ya milioni 500. just is good, just is good. Mm. Haya ndio yani, alafu na hii ndio haya ndio maisha kwanza, vijana inabidi tuishi. Mm. Unjue, si Mungu ametu, ametuleta waje tu, tuishi maisha mazuri kama haya. Mm. Sio maisha ya kupanda da, panda da, kupanda panda dalala, ndio maana tunaibiwa. Mm. Sio maisha ya kula kula mlo mmoja paka inafikia pale na kwenda shughuli, unaambiwa brother, unakunywa soda gani yoyote Yoyote, mimi nakunywa shi chagua, nataka Seven Up, nataka nini, nini. Miguu ya kuku. Kwa Mungu sisi ametumba tumiliki mabenzi tumiliki tumiliki tumiliki tumiliki maisha yaliyokuwa ni mazuri, lakini tuyatafute kwa njia iliyokuwa ya halali. Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri na Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu mbea Mm, kanisa nakuambia, ibada yake eh, ni kula na kunywa, unakula unakunywa, yeah. Eh, lakini pia kuna sehemu ambazo ukiji, ukijiweka mm, watu wa, ni rahisi kuku, kuku, kukudhania vibaya. Mwanachoni moja anasema ukijiweka sehemu tata, mtu mm, atakaye kudhania vibaya usije kumlaumu. Kwa hiyo mm, ukijenga nyumba kama watu wanakula vyakula kwa ajili ya Mungu mm, utapata thawabu. Yaani kila kitu ina maamal bin niyati, amali zote zinaambatana na nia. Ukijenga mm -hmm. kwa ajili ya majini utapata majini, yeah. lakini za kwako hizi hizi zangu hizi katari chef. <laughs> ukitaka nikupe. Uvae lakini pia vijana, tufanye kazi, tusiamini katika pete mm. kwamba ukivaa pete ndo utapata pesa, kwamba ukivaa pete utapendwa na madem hapana. Hebu mm. tufanye kazi, usiamini katika pete. Tanzania, sisi vijana tumeumbwa kikazi, tusiwe legelege, tukaze, tupambane mpaka kieleweke bana. Sheikh Shukran, Asante.